Kundi la waasi wa M23 limesema kwamba rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi hao. Hayo yamekuja siku chache baada ya serikali kuondoa kinga ya Kabila kutoshtakiwa ili kufungua njia ya kumshtaki kwa uhaini. Serikali na chama tawala nchini Kongo vimekosoa vikali hotuba ya Kabila na uamuzi wake wa kutembelea mji wa Goma. Zaidi anasimulia Saleh Mwanamilongo. Kiongozi wa muungano wa kisiasa na kijeshi wa waasi wa AFC M23, Corneille Nanga, ametangaza kuwa Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma. Kwenye ujumbe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, Nanga amesema kwa pamoja na Kabila wanadhamiria kukomesha kile alichokiita kuwa ni udikteta na migawanyiko nchini Kongo. Kurejea huko kwa Kabila nchini Kongo kumethibitishwa pia na watu wa karibu yake Kikaya bin Karubi aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia ameiambia DW kwamba Kabila aliwasili usiku wa kuamkia leo Jumatatu, lakini hakufahamisha ajenda na muda ambao kiongozi huyo wa zamani wa Kongo atasalia hapo Goma. Duru nyingine ya karibu na Joseph Kabila imeiambia DW kwamba ziara hiyo ni ya mshikamano na raia wa Kivu walioathirika na vita na kwamba ana mpango wa kurejesha amani ambao atawasilisha pia kwa waasi wa AFC M23. Ijumaa iliyopita, Kabila alimkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kile alichokiita uongozi mbaya akisema kuwa ameitumbukiza taifa katika mgogoro wa kimuundo na kuifanya Kongo kuwa kichekesho mbele ya jamii ya kimataifa. Katika hotuba aliyoitoa baada ya kuondolewa kwa kinga yake ya kisheria, Kabila alitetea utawala wake akisisitiza kuwa Chisekedi ameharibu misingi imara aliyoiacha baada ya miaka 18 ya urais mjini Kinshasa. Hotuba ya Joseph Kabila na ziara yake huko Goma vimechukuliwa kama kitendo cha usaliti wa taifa na kwa demokrasia. Akihojiwa na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa Kabila amepitwa na wakati na alitakiwa kunyamaza.

Akiwahutubia wafuasi wao kwenye makao makuu ya chama jijini Kinshasa, Augustin Kabuya, katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS, alimtuhumu Kabila kwa kudhoofisha jeshi la Congo na kuchangia uingiliaji kati wa Rwanda wakati alipokuwa rais. Kabuya amesema kiongozi halisi wa waasi wa M23 na aliyechangia kufilisika kwa taifa la Congo ni Joseph Kabila katika uongozi wake wa miaka 18 wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali za madini.